Tunawaomba Watanzania kwamba wapingane kwa hoja, siasa bila kutumia matamshi ambayo ni ya, ni ya chuki Inawezekana, sio lazima utumie matamshi ya chuki ili uweze kushinda ama ili uweze kuonekana kwamba wewe ni kiongozi mzuri, kiongozi anayepingana kwa hoja, kiongozi ambaye anajua kwamba nini wananchi wa Tanzania wanahitaji, kiongozi ambaye anatuambia kwamba watanzania atatufanyia nini, huyo ndiye ambaye watanzania wanamhitaji. Lakini kiongozi anayetumia matamshi ya chuki kwa ajili ya kuweza kujulikana, kwa ajili ya kuweza kutweza utu wa mwanamke wa rika lolote wa cheo chochote kuanzia uh, katika ngazi ya kijamii mpaka hata katika kiti cha urais. sisi tunaona huyo sio mwanasiasa na tunawaambia Watanzania wa kwamba mila na desturi zetu lakini pia na utanzania wetu hauendani na matamshi ya chuki kwa ajili ya kuweza kupata uongozi. matamshi ya chuki yana hasara gani kwa wanawake na wasichana wa Tanzania ambao TAMWA imekuwa ikipigania wawepo katika ngazi za uongozi kwa muda mrefu. Kwanza, inawasababisha wengine kuona kwamba ah, kumbe nitakapokuwa kiongozi nitakuwa jalala la kutukana asubuhi, mchana na jioni kumbe nitakapokuwa kiongozi nitakuwa ni mtu wa kudhalilishwa kokote ninakopita, nimevaa nguo lakini naonekana kama sijavaa nguo. Kwa hiyo TAMWA tumeona kwamba katika mkutano wetu mkuu tulizungumzie hili ya kwamba siasa bila matamshi ya chuki, siasa bila matusi, siasa bila kuutweza utu wa mwanamke inawezekana. Kuingia kwa TEHAMA katika miaka ya karibuni kumechangia kwa kiasi kikubwa ongezeko la matumizi ya mitandao ya kijamii duniani pamoja na hapa nchini. Vibaya, mitandao hii pia imeibua changamoto kubwa, udhalilishaji wa wanawake mitandaoni, ikiwemo wanasiasa na watu maarufu. Hali hii inatishia mafanikio ya harakati za usawa wa kijinsia kwa vile inaendeleza maudhui ya fikra potofu kwamba wanawake ni jinsia dhalili. TAMWA imeshuhudia kwa masikitiko makubwa lugha za matusi, dhihaka na kejeli katika mitandao ya kijamii dhidi ya wanawake wanasiasa. Kudhalilisha wanawake kwa kutumia majukwaa ya kidijitali, narudia mara mbili hapo ni ukiukwaji wa maadili ya Kitanzania na ni kikwazo kwa maendeleo ya demokrasia jumuishi. Kwa uelewa huo basi, TAMWA inalaani vikali aina yoyote ya mashambulizi ya kijinsia dhidi ya wanawake, hasa viongozi wa kisiasa kupitia mitandao ya kijamii.